Shukrani ndio siri kuu kwenye maisha ya mwanadamu, kwa sababu unaponyanganya shukrani, hakuna namna ambavyo uweze kumuona Mungu, sababu malango ya kwako yanafungwa, hauwezi kumuona Mungu. Lakini unapokuwa na moyo wa shukrani, malango yako yanafunguka, unaweza ukaingia nyuani mwake, then ukamsifu sasa Biblia inasema Mungu hukaa katika sifa. Unapomsifu Mungu, Mungu anakuja nakaa. Sasa angalia, hakuna mtu ambaye anakuwa na moyo wa shukrani asiye na moyo wa kusifu. Automatic ndani yako itakuwa inabubujika sifa fulani, na hiyo sifa ndio inamtengenezea Mungu platform ya kukufanya wewe kuwa makao yake yeye. Kwa hiyo ni kwamba Mungu anatubadilisha sisi, tunakuwa ni headquarter ya mbinguni duniani. Mungu alipoumba mbingu na nchi alikuwa anataka aihamishie mbinguni duniani. Dhambi ikamuondoa mungu duniani, ndio maana kwenye Kutoka sura ishirini na tano baada ya mungu kuwatoa wana wa Israeli utumwani, Kutoka toka sura ishirini na tano kwanzia mstari wa kwanza, aliwaambia Musa, waambie wana wa Israeli wanitolee sadaka, na sadaka atakazotolewa ni hizi, akazisema. Mstari wa nane akamwambia, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Alikuwa anataka aje akae kati yetu, na ndio maana kwenye Agano la Kale anasema itakuwa katika siku hizo, asema Bwana, nitaondoa moyo wa jiwe ndani yao, nami nitaweka moyo wa nyama ndani yao, nami nitakaa katikati yao, nami nitakuwa Mungu kwao na watakuwa watoto kwangu. Sasa ukija kwenye Agano Jipya kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza, sura ya tatu mstari wa kumi na sita na kuendelea anasema sisi ni hekalu la Mungu, Mungu na roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Mungu atamuharibu kila anaija kuharibu hekalu lake takatifu ambalo ni sisi. Wakorintho wa kwanza hiyo hiyo sura ya sita kwenda kusoma mstari wa kumi na tisa na wa ishirini anatuambia sisi ni hekalu la Mungu tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Ukenda kwenye Matendo ya Mitume sura ya saba kule mwishoni kitusababisha nini Stefano akapigwa mawe? Ni nini? Stefano akawa anawaambia wale watu, alikuwa anahubiri, akawaambia, anawafundisha, anawaambia, akasema, gano la kale Mungu alikuwa anakaa kwenye nyumba, kwenye mahekalu haya yalikuwa yanafanywa na, na, na mikono ya watu, ila katika gano jipya Mungu haishi kwenye nyumba zilizofanywa kwa mikono ya wanadamu, anaishi kwenye nyumba iliyofanywa kwa mikono yake mwenyewe ambaye ni sisi sasa. Ili kumvuta Mungu akae ndani yako tufanyike sisi kuwa hekalu la Mungu, lazima uwe na moyo wa kusifu mbele zake, pawe na sifa inabubujika ndani yako, kwa sababu Mungu anakaa katika sifa kwao. Sifa ndiyo mahali ambapo kiti cha enzi kinawekwa mahali ambapo hakuna sifa Mungu akai. Ndio maana hata mbinguni Biblia inatuambia kuna maserafi kuna makerubi wanamsifu msifu na kumwabudu Mungu 24/7, ama kuna wazee ishirini na nne wanainama na kuinuka, kazi yao ni kusema mtakatifu mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Wanamwabudu Mungu muda wote, sababu bila sifa bila ibada Mungu hakai. Kwa hiyo moyo wa mtu Mungu alivyoudizaini aliudizaini kwa namna ambavyo ubebe sifa masaa ishirini na nne ili na yeye akae pamoja na sisi masaa ishirini na nne lakini, ili mioyo e yetu iwe mioyo iliyobeba sifa, lazima kwanza iwe mioyo ya shukrani, sababu shukrani ndio kufungulia mlango na kukuingiza mahali pa sifa mbele za Bwana. Kitu kikubwa kinachoweza kumwondoa Mungu ghafla ni kulalamika. Ukishalalamikia eneo lolote, alinamuondoa Mungu kwenye hilo eneo, linakutenga mbali na Mungu. Baada ya Adamu na Eva kufanya dhambi, hawakuondoka bustani na Edeni ghafla, walijikuta wako uchi, ili walikuwa ndani ya bustani na Edeni ni mahali ambapo hapapo duniani kwa jinsi ya mwili. Eden haiko mahali popote pale duniani kwamba hapa ndio nchi ndio Eden ilipokuwa. Hakuna. Eden ni neno la Kibrania ambapo kwa Kiswahili choko kitafsiri na ndio maana ile Eden haitafsiri ha, ha, ha, inabaki vile vile yuko Kiingereza kwa Kiingereza kwa, kwa, kwa lugha yote. Sababu Eden ni mahali fulani ambapo ni pana uwepo wa Mungu. Panaleta connection kati ya duniani na mbinguni. Ni mahali ambapo pana uwepo wa Mungu. Kwao walikuwa wakitembea wanatembea na Eden ya kwao. Kwa hiyo wakati wamefanya dhambi walikuwa bado wako ndani ya bustani ya edeni hawakutolewa ndani ya bustani ya edeni ila walipoanza kutupiana biblia inatuambia hivi mungu akamuuliza Adam umefanya nini uko wapi akaambia ni huyu mwanamke ulionipa hakutaka kubeba wajibu wa kuwajibika yeye mungu akaenda kwa mwanamke eva umefanya nini anaambia ni nyoka nyoka akapiga kimya ukisoma biblia yako vizuri waliofukuzwa nyoka hakufukuzwa alifukuzwa Adam Angalia, walifanya dhambi, ila dhambi haikuwatoa moja kwa moja, walibaki na walikaa muda. so haikuwa, hujua kile kitu kiko cha ghafla. Imagine wamefanya dhambi, mpaka wanze kuwaza, hivi, sasa tuko uchi tuwafanyaje, mpaka wapate wazo la kwamba tushone majani. sio kitu cha sekunde moja kwamba sasa tushone majani. a a wazo kukaa sana hata miezi ndio akapata wazo moja kwa walikaa muda pale, wakashona majani, wakatesti wakavaa Mungu wakaja, walikuwa bado hapo, walikuja wakamsikia Mungu, walikuwa bado wanamsikia Mungu. Kuna namna walikuwa bado wana connection na Mungu, na walikuwa wanajua bado ile hali ya mioyo yao ya kuwa na uwezo wa kujua njia za Mungu ilikuwepo. Walipomsikia Mungu walienda akajificha. Unajificha wapi bila kujua anayekutafuta kutafuta anatokea wapi? Ametokea huko, nijifiche hapa, lazima kwamba hapa najua hanioni. Lazima walikuwa wanamsikia, walijua na waliongea. Adamu uko wapi? akasema nimekusikia, nikajificha. Kumbe alimsikia. Sikiliza, Shetani akitaka kukunyang'anya moyo wa shukrani, atakuletea kwanza uachilie lawama. Ndivyo semaje, laumu limeuvunja moyo wangu. Likiuvunja moyo wako, Mungu hana pa kukaa. Kwa lugha nyingine ni kwamba lawama inaharibu makao ya Mungu. Unajua Biblia inapoongelea moyo haiongelei moyo unaopampu damu. Huu moyo unaopampu damu, Mungu hakai moyo maana yake ni roho plus nafsi vimeungana. Nafsi iko katika ulimwengu wa roho na roho ya mtu katika ulimwengu wa roho, kwa Biblia inapoongelea moyo inaongelea roho na nafsi vikiwa pamoja, vinatenda kazi pamoja. Anasema raum limeuvunja moyo wangu, maana yake nini? Limeingia ndani katika ulimwengu wako wa roho, likaharibu nafsi yako, likaharibu na roho yako, Mungu anapa kukaa kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwenye Warumi sura nane kwamba Mungu mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama sunda pamoja na roho zetu, Mungu anakaa ndani yetu. kwa likiuvunja moyo linamuondoa Mungu ndani ya moyo wako, hana mahali pa kukaa. Ndio maana walipoanza kulaumu Mungu, akawatoa nje ya bustani. Kwa sababu hayawezi kukaa nao pamoja, nao wa mahali ambapo wamepaharibu, wangetubu wangebaki.